Ina maana yale yanayofanya na baadhi ya madai, baadhi ya walimu kwamba mtu akishajua akajiona yeye ni mtu ghali mno, kwa sababu anajua Allah amempa ilmu, mtunukua ilmu, akaona kwa kuwa na ilmu hiyo, basi yeye amekuwa ghali. Sasa amekuwa ghali, labda uenda kama kuliko hata wanasiasa. Wanajua wanasiasa, mnakuwa nao mitaani wanapita e, mitaani, wanaingia vichochoroni mita hiyo kwenye tope, mtakuwa nao kwenye shughuli mbalimbali eh, za misiba, shughuli za harusi na kadha, yupo, mko pamoja. Hata kama mvua itanyesha mtaweka viti katika maji naye atakaa, lakini kesho mkishampa kura yeye tayari akaenda akatawazwa, eh, akawa yeye ameapishwa sasa kuwa ni mheshimiwa. Sasa basi baada ya hapo sasa imekuwa ndo wamjuani tena vile vichochoro alikuwa anapita Yaani, hata ya eh? siku kepita, hata ukiangalia kichoro kile simfahamiana, amekuwa ghali, apatikani huyo bwana. Basi hata kuja kuwasalimia, hata ukimpungia tuli mkoro, kama ndo anampungia mheshimiwa, hali yako, aoni bwana huyu huyu, sinadoa nakunywa naye uji huyu na kachori huyu, siku zile anatafuta kura, sio huyu? Ndio huyo huyo lakini sasa amekuwa ghali, apatikani bwana Kwalio, huu ni utaratibu wa wanasiasa, so utaratibu wa madai na mashehe. Eh, huyu mwalimu mwalimu wetu Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, angalie ile tawadhu yake, ulio unyenyekevu wake. Huyu ni nabii wa Allah ametumwa, huyu ni Imamul Anbiya wal Mursalin, si mfahamiana eh? lakini anga ameteremka, amemfuata mtu ya kumfundisha. Sasa wewe ukiwa dai Eh, usiwe ghali bali, natakiwa kwamba wewe watafute watu waelekeze, e wafundishe, manake unawatoa mina shirki ila tauhid, unawatoa mina dhalal ila lhuda, mina bid'a ila sunna wafat. Usiwe shekhe mekuwa ghali bwana, a shekhe ghali. Kuna watu wengine wanakuja hapa wanasema, bwana wana wana, eh, na nataka kuona ana shekhe Kwani kwani kwani shekhe amekuwa ghali? Milango iko wazi, we njoo tu bwana, we njoo. Wengine wanalalamika, hebu mbona kwa mwepesi mwepesi bwana, hebu kwa mwepesi mwepesi ah. Kwani mimi mwanasiasa bwana? <laughs> mimi sio mwanasiasa, si wewe, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa kimfuata, hata ukimkuta amelala chini ya mkungu basi hapo hapo kimwamsha, shughuli zinaendelea kama kawaida. Sasa huu uh, gari ya Abu Yasir eh huu ghali mnaokota hivi mnaokota wakoteza mambo, mambo ya watu ambao sio sisi, mtakuyatia kuyatia di katika dini isi sawa.